Lifahamu au lijue agano kwa undani, hizo ni siri ya kuishi maisha ya ushindi. Lifahamu au lijue agano kwa undani, kwa upana, kwa urefu wake na kwa kina chake, kwa undani, kwa upana, kwa urefu wake na kwa kina chake kwa upana kwa urefu okay. Kwa urefu wake na kwa kina chake. Kwa nini nimeweka haya yote? Ni kwa sababu agano sio kitu kidogo, agano ni kitu kikubwa na kinajumuisha mambo mengi sana, mengi sana, mengi sana. Na sisi agano ni kitu cha kiroho. Labda nikupe tu maana ya agano: ni makubaliano rasmi yasiyobadilika kati ya Mungu na mtu au kundi. Kwa unaposema, lijue agano. Na kama katika kulifahamu agano ndo kuna siri yetu ya ushindi, basi sisi wa Kristo kazi yetu kubwa ni kulifahamu pia agano ambayo tumewekewa na Mungu na kutembea katika hilo agano au na kulishika. Tutakapofanya hivyo tutatembea kwenye ushindi na hakuna atakayeshindwa. Hatutakuwa na Mkristo anayeshindwa. Hem, tuangalie hii asiyobadilika. Je, imeelezewa kwenye Biblia? Yeremia sura ya 32 mstari wa 40. Naza kwenda hapo haraka, Yeremia sura ya 32 mstari wa 40, Biblia nasema hivi: nami nitafanya agano la milele pamoja kwa nao, kwamba sitageuka wala kuwaacha. Hivi ni vipengele vya muhimu ambavyo napaswa kuvijua, vipo kwenye agano. Anasema sitageuka wala kuwaacha, na Mungu anasema yeye, Mungu sio kigeugeu, ana rangi mbili. Mungu sio hicho tana. Mungu ni moja. Sasa anasema sitageuka wala waacha. Manake unapaswa kuwa na ufahamu gani? Ya kwamba Mungu hatageuka na kuniacha. Mungu hana mabadiliko. Akisema amekupenda, amekupenda kweli. Nitakupenda kwa upendo wa milele. So Mungu ana upendo wa milele. Yeye akipenda harudishwi nyuma, ni tofauti na wanadamu. Mwanadamu anaweza kukupenda leo, kesho mkatukanana na mkatengana. Kijana wa kiume anaweza kukupa ahadi zote, akarushia ahadi jimbo jimbo, likaitikia, mtoto akakubali, akaolewa, akaingizwa ndani. Siku ya kwanza ya pili, wiki mbili tatu, binti wa watu, sura yake, sura yake inabadilika, inakuwa ya bibi, inakuwa ya mama, itakuwa ya kijana shiria, kuvumilia <laughs> Asiko mpaka mafuta anarudi kuwa bibia, <laughs> <O> bibi yake <laughs> unaanza kupendeza na walioko nje maua <laughs> nawezakuwa mmefaika huko nje <laughs> nasema huko e, nje, wakumbwa wachawi, wadanganyifu wakiwa <laughs> natembea barabarani, navua pete naweka fko <laughs> E, ni tofauti na mimi. Mimi nikiwa na barabarani, ndo naonyesha watu natembea, nimeweka hapa, mambo mengi naonesha na mke sinisumbue wewe. Oh, umeumbwa mzuri, ili ili ni yani, ili nisumbue? Ni hauwezi kunisumbua, kawasumbue wengine wasio na gano na Mungu. Sisi tumeweka agano kama hivi na macho, wala huwezi kutusumbua <laughs> Ukitembea uchi, tunakwambia vaa nguo, binti jeshi <laughs> ala, <Walo> tuchanganyikiwe <kimi. laughs> sisi na kisaidia kizazi. Kuna kuna kuna agano ambalo haligeuki. Mungu anasema siwezi kuliacha, anasema ili niwatendee mema. Kwenye agano kuna nini? Kuna mema. Jua mambo yaliyoko ndani ya agano, halafu anza kutembea na hayo t ukiwa nje ya agano, ukienda nje ya maelekezo ukianza kuona mambo mabaya, ukianza kuona roho ya mauti na kufuatilia, umetoka nje ya agano na unaanza kuwa victim kwenye Ukristo, unaanza kuwa victim eh. Anasema, ili niwatendee mema, sio mabaya, nami nitatia kicho changu mioyo mwao, watakuwa na uchaji ili wasiniache. Watamheshimu Mungu, atampenda Mungu, hawatamwacha Mungu, kwa so. Mungu kuna kitu ameweka ndani yao. Hebu sema, kuna kitu Mungu ameweka ndani yao. Sasa kumbe kuna ka software yako ndani yao, ni Mungu ndiye aliyekaweka, sio mchungaji. Mimi siji kanisani kwa sababu namwogopa mchungaji, mimi nakuja kanisani kwa sababu kuna kitu Mungu aliweka ndani, kuna ka memory card, yaani ikifika muda wa ibada, ala mimelia kwa sisi kwa sisi wa Kristo hahitaji zile kengele ndio jisikie kwenda kanisani. Kwa sisi wa Kristo ambao tumeokoka, hatuhitaji mwazana kitando hiko melalia, ni ni kaburi, ni jeneza, na hiyo nyumba nini, ni nini kaburi? mpaka utishwe hivyo vyote ndiyo uende kusali. Vitisho vya nini? Sisi, na kam a cha uchaji muda yaani, e, yani, muda wa ibada unafika tayari, niko wapi? hahaitaki kuchelewa ibadani, kwa sababu nina anamnani, ehhehalo <laughs> no. Hebu sema nina kitu ndani a ah, ha, tutoke hapo twende kwenye mstari mwingine, thelathini na tatu hapo mbele, thelathini na tatu ishirini mpaka ishirini na mbili. Tani kuonesha ya kwamba Mungu hajawahi kuliacha agano. Hmm? Na ukijua mambo yaliyoko ndani ya agano kuna usalama mkubwa na ushindi wa ajabu uko ndani ya Ta, na tatu kuanzia ishirini, agano. 33 kuanzia mstari wa 20 anamsema hivi, Bwana aseme hivi, kama mkiweza kulivunja agano langu la mchana na agano langu la usiku. Hata usiwepo tena mchana na usiku kwa wakati wake. Agano la mstari wa Ndipo agano langu nililolifanya najua ni Amasi mtumishi wangu naweza <laughs> La Kwa kama kuna raia hapa anaweza kuzuia jua lisitoke? Kama kuna polisi anaweza kuzuia jua lisitoke? Kama kuna mchana anaweza kuzuia jua lisitoke? Kama ra kuna rais duniani anaweza kuzuia jua lisitoke kama kuna kikundi cha ugaidi kinaweza kulibana Joel stop, basi ujue nimekwenda. Ila kama hawawezi nipo, sema nipo. Wamesema wachache, sema nipo. Nipo sana, utaniona mwaka huu utaniona, sawa?